Aisha alikuwa msichana wa kawaida mno, mpaka wengine walifikiri yeye ni mtu asiye na thamani yoyote katika jamii. Alikuwa mpole kupita maelezo, mwanamke ambaye sauti yake ilikuwa tamu lakini ya chini kiasi kwamba mara nyingi ilizimwa na makelele ya waliomzunguka. Alipenda kuvaa nguo zake za kawaida, leso ndogo iliyofungwa kichwani, kitenge cha rangi iliyofifia alichorithi kutoka kwa mama yake, na kiatu cha wazi ambacho kilionekana kuonyesha safari nyingi alizopitia maishani. Kwa macho ya watu alikuwa wa kawaida kupita kawaida. Wengi hawakujua kuwa mavazi yake hayakuwa kwa sababu hakupenda uzuri, bali alikuwa na falsafa yake: mwili unavaa nguo, roho inavaa tabia. Hiyo ndiyo iliyomfanya awe tofauti, lakini pia ndio iliyowafanya watu wamtazame kwa dharau bila kujua undani wake. Aisha aliishi katika mtaa ambao watu walijisifia kwa kuvaa mavazi mapya kila wiki. Huko thamani ya mtu ilipimwa kwa umbo la viatu, muonekano wa nywele au nguo za bei ghali. Kila alipopita wanawake fulani wangecheka chini kwa chini, wakisema, huyu binti kweli anajiona yuko sawa, haoni tunavyovaa sisi? Wengine walipenda kumsema kana kwamba hawajui yuko karibu, walijifanya wanazungumza kwa sauti ya chini, ilhali makusudi waliinua sauti ili amesikie. Lakini Aisha hakuishi kuwaridhisha, alitembea kifua mbele, si kwa kiburi, bali kwa ujasiri wa mtu anayejiamini katika utu wake. Alikuwa na moyo mpana, mwenye huruma na roho iliyojawa upendo Ndicho kitu watu hawakuona kwa sababu walikuwa wamefungwa macho na mavazi yake ya kawaida. Kila siku alipoenda sokoni kushona nguo za wateja, watu hawakuwahi kuelewa kwa nini mpishi wa ustadi kama yeye angeonekana mwenye shida. Walidhani ni uvivu au kupenda kuwa rahisi. Hawakujua kuwa pesa nyingi alizipanga akimsaidia mama yake mgonjwa na watoto yatima wawili aliowalea. Kwa nje alikuwa tu msichana mnyenyekevu asiye na mvuto, lakini ndani yake alibeba thamani ambayo haikuonekana kwa macho, na hiyo ndiyo siri ambayo siku moja ingewafanya waliomdharau wabaki kimya kama makaburi. Kila mara Aisha alipowasili sokoni, ilikuwa kama upepo wa maneno makali ulianza kuvuma. Soko lile lilijulikana kwa kelele, harufu ya viungo na kelele za wauzaji, lakini juu ya yote lilijulikana kwa midomo isiyochoka ya watu wanaopenda kusimanga wengine, na siku zote walipopata nafasi ya kuzungumza, Aisha ndiye aligeuka lengo lao kuu. Alipokuwa akitembea taratibu akibeba kikapu chake cha vitambaa na uzi wanawake waliokaa kwenye vibanda vya nguo wangegeuzana bila aibu. huyu tena na hii kitenge yake cha enzi za mababu, mmoja angesema, huku akitoka mikono yake kana kwamba ameona kitu cha ajabu. Mwingine angeongeza kwa sauti ya juu, hata harusi ya rafiki yake akifika na hizi nguo watadhani kahudhuria kutoka zama za zamani. Aisha aliwasikia kila neno, liliingia moja kwa moja moyoni mwake kama sindano ndogo lakini tabasamu lake, japokuwa la kujifanya halikuwahi kupotea. Alikuwa amejifunza kuishi na ulimwengu unaojali sana sura kuliko utu. Aliamini kwamba kila neno baya lililotoka kwao lilikuwa kielelezo cha uchungu wao, si wake. Kanisani nako haikuwa tofauti. Kila Jumapili alipoketi benchi la mbele, nyuma yake maneno yangeanza kama minong'ono, kisha kupanda kama moto. Kwani ni huyo binti haseme, avaye tu nguo mpya au hana mtu wa kumsaidia nyumbani? Akiwa na kipato cha kushona nguo, mbona hawezi kushona zake nzuri? Maneno hayo yalimuuma, ingawa hakuruhusu yoyote kuona akivunjika. Mara nyingi alipokuwa peke yake usiku, machozi yangevuja kimya kimya, lakini moyo wake ungeendelea kukumbuka kauli moja aliyofundishwa na mama yake, usiache dunia ikuambie wewe ni nani. Utu wako ndio vazi lako la kwanza. Kazini, Wateja wengine waliomwona kwa mara ya kwanza walimsikiliza kwa mashaka. Baadhi walimchukulia kama fundi wa kiwango cha chini kwa sababu ya mavazi yake, lakini mara tu walipoona kazi yake, ubunifu, umaridadi na ustadi, walibadilika haraka. Hata hivyo, licha ya kukumbana na dharau kila upande, Aisha hakuwahi kutetereka. Kila siku aliinuka akavaa nguo zile zile rahisi, akajifunga leso yake ya zamani na kutembea kifua mbele maumivu yalikuwepo lakini utu wake uliendelea kung'ara kuliko maneno ya watu. Siku moja jioni, Aisha alipokuwa akifungasha vitambaa vyake dukani, msichana mmoja aliyekuwa akifanya kazi ya kusambaza kadi alipita. Alikuwa anafahamika sokoni kwa tabasamu lake la kinafiki, hususan kwa watu ambao hakuwapenda. Aliposimama mbele ya Aisha, macho yake yalikuwa na mng'aro wa dharau uliovishwa tabasamu bandia. Aisha, alisema kwa sauti iliyojazwa na unyonge uliokuzwa makusudi. Nimeletwa ni kuletee mwaliko wa harusi ya Saada na Hamisi. Aisha alishtuka kidogo. Saada na Hamisi walikuwa miongoni mwa watu waliomsema zaidi, wao na marafiki zao ndio walikuwa wafalme wa kejeli nyingi alizopitia, lakini kwa ustaarabu wake wa kawaida alichukua bahasha ile kwa mikono miwili. Asante, akasema kwa upole. Msichana yule aligeuka kuondoka, lakini kabla hajaenda mbali, alijigeuza tena na kusema kwa sauti ya juu kiasi cha kuwavuta watu waliokuwa karibu lakini jamani, hivi kweli Saada atafurahia picha za harusi zikiharibiwa na mtu asiyejua hata kuvaa vizuri? Kicheko kilizuka kama mawimbi, kikipiga ukutani na kurudi mikononi mwa Aisha kwa nguvu. Wengine walishika vitambi vyao tumboni wakicheka kwa dharau, wengine wakifanya ishara za kuigiza mtu aliyevaa nguo zilizochakaa. Huyo akija kwenye harusi, wapiga picha watadhani amekuja kutafuta msaada, si sherehe, mwingine akasema. Aisha alibaki amesimama, bahasha mkononi, macho yake yakiwa yameloa, lakini bado yakiwa thabiti. Ndani ya bahasha kulikuwa tu kadi ya mwaliko, lakini nje ya bahasha kulikuwa na maneno yaliyomchoma zaidi ya sindano. Alitembea polepole kuelekea nyumbani, kila hatua ikiwa nzito. Alijua fika kwamba mwaliko huo haukutokana na upendo, ilikuwa ni njia ya kumcheka zaidi, ya kumwonyesha kwamba hata kwenye sherehe zao bado angeonekana hastahili. Lakini alipoingia nyumbani na kuketi kitandani, aliifungua kadi kwa utulivu. Alitabasamu kimya kimya. Kama walitaka kunizarau huko pia, alijiambia, basi watapata majibu kutoka kwa Mungu, si mimi. Na katika utulivu huo, upepo wa mabadiliko ulianza kupuliza kimya, lakini wenye nguvu ya kubadilisha kila kitu. Usiku mmoja kabla ya ya ya ya ya ya harusi, mvua ndogo ilinyesha juu ya dari la nyumba ya Aisha, ikitoa sauti ya kutuliza kama midundo ya ngoma ya mbali. Ndani ya chumba chake kidogo, taa ya chemli iliwaka kwa mwanga hafifu, ikimulika meza iliyojaa vitambaa vya rangi tofauti, uzi wa dhahabu na sindano zilizopangwa kwa ustadi. Hapo ndipo safari yake ya kimya ilipoanza. Aisha aliketi kwenye kiti cha mbao alichokirithi kutoka kwa mama yake. Kiti kile hakikuwa tu kiti, kilikuwa kiti cha kumbukumbu, mahali alipokaa mara ya mwisho na mama yake alipomfundisha kushona akiwa mdogo. Kile kiti na meza ile vilikuwa sehemu ya kazi yake, na siku ya kesho vingegeuka kuwa sehemu muhimu ya mwonekano wake. Alitoa sanduku dogo la mbao kutoka chini ya kitanda. Sanduku lile lilikuwa la thamani zaidi kwake kuliko vito vyovyote, kwa sababu ndani yake kulikuwa kitenge cha urithi, kile mama yake alichomwachia kabla ya kufariki. Kitenge hicho kilikuwa cha rangi ya samawati iliyochanganywa na dhahabu, kikiwa hakijashonwa miaka yote hiyo. Mama yake alikisema, siku moja ushone hiki vazi pale tu moyo wako utakapotaka kujionyesha kwa njia ambayo watu hawajawahi kuona. Na siku hiyo ilikuwa hii harusi ambayo angehudhuria, licha ya dharau zote, Aisha alianza kukipima kitambaa hicho kwa uangalifu. Mikono yake ilikuwa tulivu, ya kitaalamu, kama msanii anayemaliza kazi ya sanaa. Kila kushona kulikuwa na hisia, kumbukumbu kumbu ya mama yake, maumivu ya dharau alizopitia, na matumaini ya kesho mpya. Vazi lake lilipoanza kuchukua umbo, halikuonekana la kifahari sana. Kwa mbali watu wengi wasingelitambua thamani yake. Ilionekana rahisi, lenye mistari michache ya dhahabu iliyoingizwa kwa ustadi, lakini mtu mwenye macho ya kuona angegundua kuwa kazi yake ilikuwa ya kipekee. Kila sindano ilikuwa imetengenezwa kwa upendo na kumbukumbu. Alipomaliza, alilitundika kwenye ukuta na kulitazama kimya kimya. Hakuwa ametengeneza tu vazi, alikuwa ametengeneza hadithi, urithi na heshima yake. wakidhani nimevaa kawaida, alinena kwa sauti ya chini, basi watashangaa zaidi watakapoona ukweli. Na hivyo katika usiku wa utulivu, Aisha alijiandaa kwa siku ambayo ingefichua thamani iliyokuwa imejificha miaka yote. Siku ya harusi ilipowadia, jua lilichomoza taratibu, kana kwamba lilijua kutakuwa na jambo kubwa linalosubiri kutokea. Kijiji kizima kilikuwa na msisimko. Kelele za maandalizi, harufu ya pilau ikichanganyika na manukato ya wageni, na muziki wa taarabu ukipenya hewani kwa utulivu wa kijijini. Aisha alisimama mbele ya kioo chake kidogo kilichopasuka pembeni. Aliangalia vazi lake kwa mara ya mwisho. Halikuwa na kung'aa kwa kiwango cha kuwapofusha watu, bali lilikuwa na uzuri wa kipekee, uzuri wa mtu anayejitambua. Aliweka leso moja ndogo ya dhahabu kiunoni, ishara ya heshima kwa mama yake, kisha akavuta pumzi ndefu na kuondoka nyumbani. Alitembea kuelekea ukumbi wa harusi kwa hatua zake za kawaida, si za haraka, si za kujionyesha, kama vile dunia yote haikuwa ikimwangalia. Lakini watu walimwangalia, na walikusanya sababu mpya za kumsema. Mara tu walipofika mlangoni, kundi la wanawake waliokuwa wakipiga picha walisimama, walimtazama juu chini, macho yao yakikagua kila kipande cha vazi lake. Weye, angalia Aisha, mmoja alisema kwa sauti iliyodhamiriwa kuonekana ya chini chini, lakini ikasikika kwa mbali. Kaja na kitenge kile kile, hakuchoka nacho. Haiwezekani, harusi ya kifahari kama hii na yeye anakuja kama anakwenda sokoni, mwingine akajibu huku akibenua midomo. Kicheko kikafuatia kikizidi nguvu kila sekunde, lakini Aisha hakutikisika. Aliwapita kwa upole akiwapa tabasamu dogo lililojaa hekima, kana kwamba hakusikia chochote, ingawa maneno yao yalikuwa kama mikuki midogo inayochoma moyo. Ndani ya ukumbi taa zilikuwa zimepangwa vizuri, mapambo ya rangi ya dhahabu na nyeupe yakimetameta kila kona. Watu walikuwa katika makundi wakipiga picha, wakikula vitafunwa na kubadilishana maneno ya ya kusisimua. Mara macho mengine yakamwona Aisha. Kwa nini yule binti hataki kubadilika? Sauti ya mwanaume ilisikika. Sijui kama Saada atafurahi picha zake za harusi zikiwa na mtu anayeharibu mandhari, mwanamke mwingine akaongeza. Lakini Aisha aliendelea kutembea mpaka akapata kiti chake. Alikaa kwa utulivu, akishusha pumzi kwa nguvu ya ndani aliyojifunza kwa miaka mingi. Nguvu ya mtu anayejua thamani yake haitegemei mavazi wala maneno ya watu. Bado hakujua, lakini siku hiyo ilikuwa mwanzo wa kutikiswa kwa imani ya wale wote waliomdharau. Mara tu Aisha alipoketi, ukumbi ulionekana kutulia kwa sekunde chache, kama vile watu walikuwa wakisubiri kitu. Kisha masengenyo yakaanza kuinuka polepole, pole, kama upepo unaosogea kutoka kona moja kwenda nyingine. Sauti zilikuwa za chini mwanzoni, lakini muda mfupi baadaye zikatamalaki ukumbi mzima bila hofu ya kufichika. Huyu binti kweli amekuja. Mwanamke mmoja aliyekuwa na gauni lenye kung'aa kuliko taa za ukumbi alijigamba kwa sauti ya juu. Mimi nilijua angetuacha tupumzike siku ya leo, mwingine akaongeza huku akicheka kwa dharau. Lakini kilichofuata kilikuwa kibaya zaidi. Kundi la wasichana waliokuwa karibu na sehemu ya mapokezi waliinua simu zao, wakifanya kama wanapiga picha za mandhari. Ukweli ni kwamba walikuwa wakimrekodi ya Aisha kisiri, wakimkejeli kwa maneno yaliyovumishwa kwa sauti za uchokozi. Jamani, angalieni mtindo wa enzi za sijui mwaka gani! huyu binti haishi leo. Kicheko kikazidi. Aisha alihisi moto ukipanda kutoka kifuani hadi shingoni. Kila neno lilikuwa kama mkuki mdogo unaochoma, kila kicheko kilikuwa kama jiwe linalorushwa kwenye utulivu wake. Mikono yake ilitetemeka kidogo, lakini aliificha haraka chini ya kitambaa chake. Hakutaka mtu yeyote kuona udhaifu wake. Kwa ndani, moyo wake uliumia, maumivu yale yale aliyoyazoea miaka mingi, lakini leo yalikuwa makali zaidi kwa sababu yalifanyika mbele ya umati. Alihisi kama dunia nzima ilikuwa imeshikamana kumdharau, lakini licha ya uchungu huo, hakusema neno hata moja. Hakuwakazia macho, hakurudisha kejeli, hakutetereka. Aliinua kichwa kwa utulivu, akaketi kama mtu anayejua thamani yake haitegemei maneno ya watu. Hata alipoona watoto wawili wakiguna na kuiga mwendo wake, bado alitabasamu kwa upole. Alikumbuka maneno ya mama yake, wakati mwingine kimya ni sauti yenye nguvu kuliko kelele za dunia. Aisha alikaa kimya, lakini kimya chake kilijaa heshima, hekima na ujasiri. Watu waliomcheka hawakujua kuwa dakika chache zijazo, dunia yao ingeanza kutikisika na yule binti waliyemsema angekuwa kitovu cha kila jicho. Mara ghafla, muziki ulipungua na ukumbi mzima ukatangazwa kuwa tayari kwa zoezi maalum: kupigwa kwa picha za heshima za wageni muhimu. Mchungaji, wazee wa ukoo na watu mashuhuri walitakiwa kusogea mbele. Wote walikuwa wakisubiri kutajwa kwa majina makubwa. Lakini kilichotokea kiliacha watu wakiguna kwa mshangao. Mwenyekiti wa sherehe akiwa na kipaza sauti alisoma orodha: tunawaomba wageni wetu maalum pamoja na mshauri rasmi wa familia ya bwana harusi kusogea mbele kwa ajili ya picha za kumbukumbu. Ukumbi ulitulia, kisha jina likatajwa kwa sauti iliyojaa heshima, Bike Aisha binti Ali. Ukumbi mzima ulishtuka. Kelele za mshangao zilipaa angani kana kwamba mtu amefungua dirisha katikati ya upepo mkali. Macho yote yakamgeukia Aisha, yule binti waliyemcheka muda mfupi uliopita. Umesema nani? Wanawake wale waliokuwa wakimrekodi wakashindwa kujizuia kuuliza kwa sauti, Aisha gani? Wengine wakababaika, lakini hakuna haja ya kuuliza. Msimamizi alirudia kwa nguvu zaidi, mshauri wa wa familia ya bwana harusi pamoja na fundi wa nguo za kifamilia Bi Aisha ndipo ukweli ukadhihirika. Bwana harusi Hamisi alisimama haraka na kumfuata Aisha kwa heshima ya hali ya juu. Wengi hawakujua kuwa miaka mingi iliyopita, Aisha ndiye aliyemsaidia Hamisi wakati alikuwa na shida kubwa. Alikuwa kama dada yake, na kama ishara ya heshima, familia yake ilimpa jukumu la kusimamia baadhi ya maandalizi muhimu ya harusi, jambo ambalo halikuwa limetangazwa kwa wageni. Hamisi alimshika mkono kwa upole na kumvuta mbele. Karibu mbele, dada yangu, alisema kwa sauti iliyojaa shukrani, bila wewe siku hii isingekuwa na mwanga huu. Watu wakaduaa, kisha jambo jingine likawapiga kama radi. Vazi alilokuwa amevaa Aisha wale waliolidharau muda mfupi uliopita, sasa lilionekana chini ya mwanga wa ukumbi kuwa la kipekee kupindukia mistari ya dhahabu iliyosokotwa kwa mikono ilingaa ikiakisi nuru kwa namna ambayo hata mavazi ya bei ghali hayangeweza kufanya. Yule ndiye alipendezeshwa na nani? mmoja akawispa kwa mshangao. Hapo ndipo tukajua hatujui chochote, mwingine akasema taratibu, akinyamaza ghafla. Aisha alipanda jukwaani taratibu, si kwa majivuno, bali kwa utulivu ule ule uliowafanya wajinga wa mcheke. Lakini sasa kimya chake hakikuwa cha kujitetea, kilikuwa cha nguvu katika sekunde chache dunia iliyomdharau iligeuka kuwa dunia iliyomkazia macho kwa heshima isiyoelezeka. Sekunde kadhaa baada ya Aisha kupanda jukwani, ukumbi ulikuwa kimya zaidi ya kawaida. Hali ilikuwa ya ajabu. Kila mtu aliposimama alitazama kwa mshangao usio na kifani. Waliokuwa wakimcheka, wakimkashifu na kumdhihaki kwa mavazi yake ya kawaida walibaki midomo wazi, macho yao yakipasuka kwa mshangao usioelezeka. Kila kicheko kilichotoka awali kilikuwa kimya sasa, kikibadilika kuwa woga wa kutambua kosa lao. Mimi sikujua, mwanamke mmoja alisema kwa sauti ndogo, kama vile alikuwa akijijali yeye mwenyewe, lakini hakuna mtu aliyemruhusu kumalizia maneno yake. Kila mtu alitazama Aisha akitembea kimya, akibeba heshima yake kwa kila hatua. Marafiki waliokuwa wakimrekodi walishikilia simu zao kwa mkono ulioketi, midomo wazi, wakijua kuwa hawakuwa na maneno ya kusema. Walizani alikuwa binti wa kawaida, lakini sasa waliona thamani isiyoonekana ya utu wake, hekima na heshima alizozibeba. Wengine walijaribu kuzungumza, lakini sauti zao zilianguka bila maana. Maneno yote ya kejeli, masengenyo na dharau walimtolea awali yalibadilika kuwa unyenyekevu wa kuogopa, wakiwa wanatambua walivyokosea. Kwa kweli, hatujui chochote, mwanaume mmoja akasema kimyakimya, akinyamaza ghafla alipoona heshima na tabasamu la Aisha. Waliotumia miaka kumdhihaki sasa walihisi unyenyekevu wao na aibu ya ndani kila mmoja, ikiwaleta karibu na ukweli wa thamani ya binadamu. Hata waliokuwa na mabega ya juu, waliokuwa wakiona heshima kama kitu cha kigeni, walikalia kimya. Hakuna kicheko, hakuna kejeli, hakuna kuigiza upendo bandia. Walikuwa wamerekebisha macho yao, wakijua walidhani wanajua mtu, lakini hakuwahi kuwa hivyo. Aisha aliendelea kukaa kimya, akitabasamu kidogo, akipokea heshima ambayo haikuhitaji maneno yoyote utulivu wake ulikuwa ushindi mkubwa zaidi kuliko neno lolote, na ulimwengu wote uliomzunguka ulijua dharau hauna nguvu pale utu na heshima zinapong'ara. Kimya kilichokuwa na nguvu kilitawala ukumbi mzima. Watu waliomdharau hawakuweza kusema lolote, walibaki wakitazama, wakikiri kwa moyo wao kuwa walikosea kuhukumu kwa sura na mavazi. Aisha aliketi pale kimya, lakini kimya chake kilikuwa cha nguvu kuliko kelele zote za ukumbi. Hakukabiliana na kejeli, hakupiga kelele wala hakujibu dharau kwa hasira. Kila neno lililotoka kwa walio mdharau, kila kicheko kilichokuwa cha kuigiza kilipita bila kuathiri tabasamu lake tulivu. Hapo pale, mwonekano wake ulianza kuangaza kwa nguvu ya heshima. Vazi lake la kipekee lililoshonwa kwa mikono yake na lenye thamani ya kipekee lilimfanya aonekane tofauti kabisa, sio kwa sababu ya bei au kung'aa, bali kwa sababu lilionyesha utu wake. Kila msitari wa dhahabu uliopachikwa kwa ustadi ulionekana kuzungumza, huu ni muonekano wa heshima na hikma tabia yake ya utulivu ilijenga hofu ndogo midomoni mwa waliokuwa wakiogopa. Hakuna aliyejaribu kuzungumza maneno ya kejeli tena, walitazama tu, wakishindwa kuamini kwamba binti aliyepewa dharau kwa muda mrefu alikuwa amesimama mbele yao kimya, bila kuanguka au kuchoka. Wengi waliokuwa wakimkashifu walishikilia mikono yao midogo, wakijaribu kutafuta maneno, lakini hakuna yaliyojitokeza. Kila mtu alijua kuwa nguvu halisi haikuja na kelele, bali na heshima na utu. Hapo Aisha alionyesha jinsi mshindi halisi anavyoweza kushinda bila kupigana, bila kutumia kizio chochote cha kutishia. Hata watoto wadogo waliokuwa wakijaribu kumcheka awali, sasa walibaki kimya, wakitazama kwa mshangao. Hii ilikuwa ni funzo ambalo waliokuwa wakubwa hawangalimfahamu kwa muda mrefu: heshima na utu vinapita thamani ya dharau na kejeli. Tabasamu la Aisha, dogo lakini linalojaza utulivu, lilianza kupanuka. Hakuwahi kudharau waliomdharau. Hakuwahi kutaka kulipiza kisasi, lakini kwa utulivu wake na mwonekano wa kipekee wa vazi lake aliwaonyesha wote waliomkosea kuwa nguvu ya kweli haikuishi katika maneno mabaya, bali katika heshima ya moyo na ujasiri wa kimya. Na katika sekunde hizo, ukumbi mzima ulijua mshindi halali hahitaji silaha. Heshima, utu na tabia njema ni nguvu isiyoshindwa. Baada ya sekunde chache za mshangao, ukumbi mzima ulijaa utulivu wa kushangaza. Hali ya kejeli na dharau iligeuka kuwa hofu ndogo na heshima. Aisha alisimama taratibu, akipiga hatua chache kuelekea katikati ya ukumbi. Kila macho yaliyokuwa yamemzunguka yalikuwa, yalikuwa yakiwaangalia kwa mshangao usioelezeka. Aliposimama mbele ya mikono ya wageni alitabasamu kimya, akiacha uso wake ukijawa na utulivu wa ndani. Hakusema neno lolote la kejeli wala la kukemea. Hakutaka kulipiza kisasi, hakutaka kuonyesha kiburi. Lakini kila hatua, kila tabasamu, kila mwendo wake ulitoa funzo kubwa zaidi kuliko maelezo yoyote ya maneno. Watu waliomdharau walijikuta wakishikilia maneno midomoni mwao, walijua walikosea. Hawakujua thamani ya mtu anayepitia maisha kwa heshima, utulivu na wema. Sasa walitambua kwamba sura ya nje na mavazi ya kawaida hayapimwi thamani ya mtu. Mimi nilidhani nilikuwa najua kila kitu, mwanamke mmoja alijisahau kusema, akinyamaza mara moja baada ya kuona heshima na uzuri wa Aisha. Heshima na utu wa kweli havipimwi na mavazi au sura, mwanaume mwingine akijibu, macho yake yakikumbatia ukweli mpya. Aisha alinyamaza, akiacha maneno hayo yasikie kila pembe ya ukumbi. Tabia yake ya utulivu, utu wake na heshima aliyowaonyesha kila mmoja, vilitosha kuonyesha mbadala wa nguvu, mbadala wa nguvu, mbadala wa kishujaa wa kweli. Wote waliokuwa wakimdharau walihisi aibu, lakini pia walijifunza kitu ambacho hakutaka kufundishwa kwa maneno: utu na wema ni mavazi ya kweli ya heshima. Aliporudi kwenye kiti chake, watu walitulia kwa muda mrefu. Kila mmoja alikumbuka kauli, usimhukumu mtu kwa sura au mavazi. Na hivyo hadithi ya binti aliyedharauliwa kwa mavazi yake ya kawaida ilimalizika kwa ujumbe usio na shaka: heshima haikuishi kwenye dharau, kejeli au maneno makali. Heshima kweli inatokana na moyo safi, tabia njema na utu. Watu walionekana kubadilika, wakiangalia Aisha kwa heshima mpya, lakini yeye, kimya, alibaki mnyenyekevu, akiwa na utulivu ambao uliashiria kuwa nguvu ya kweli haishiriki kwenye ubaya, bali kwenye heshima ya moyo, funzo ambalo kila mtu aliyehudhuria harusi hiyo halita halala kimya.